Jaribu kufikiri mfumo ya maisha ya watu wengi, ni mambo gani yanakwenda, yanarudi, yanakwenda, yanarudi? Na lini ulijaribu kujichukulia homework, ukaanza kutafakari mwenyewe hivi, kwa nini sina badiliko kwenye jambo fulani? Kuna watu mko hapa, mnapambana sana kuvusha maisha yenu kiuchumi, kuvusha maisha yenu ya kindoa, lakini kadri unavyopambana kuvuka, vivyo ambavyo nguvu ya kukurudisha nyuma inakuwa kubwa. Kama unaishi kwenye fedha isiyo zidi laki moja, hutakaa utaboe kwenda kwenye laki moja na elfu moja hata siku moja. Kama unabisha, jaribu kutafakari kila unapopambana na kale kahela kadogo uliko nako, ikifika elfu tisini na nane inataka kwenda kwenye laki moja, ghafla linadondoka jambo ti ngoma inakula elfu arobaini, unarudi elfu hamsini na nane. Unaanza tena kupambana, unaenda unaenda, unafika sabini, wakati unapambana iongezeke kutoka kwenye hiyo sabini, kuna jambo lina Ugonjwa unakula elfu sitini unabakia na elfu kumi Yani ndiyo mfumo wa maisha yako. Miaka naenda rudi, husogei, huendi, watoto wakienda shule ni usumbufu. Kwa nini? Baba zetu walitenda dhambi, hata hawako na sisi, leo tumeyachukua maovu yao.